Hello wapenzi watazamaji wana Geita wote kwa pamoja. Nadhani kwa jina sina haja ya kujitambulisha na kujulikana kwa jina la Gideon Muga alimaarufu Nega TV Geita. Lengo la kusimama leo ni kwa sababu kuna baadhi ya watu wa kulima wa Geita kama mnavyoona hivi sasa hivi jamani. Wakulima wa Geita wamejitahidi kulima na pia tukiangalia sasa hivi angalia madhao yanaenda vizuri, lakini walio wengi wamenelima kwenye hifadhi. Na hifadhi hiyo wamelima nadhani wote wanafahamu kwamba tumeshika bure na hakuna aliyenunua. Na pia serikali imetoa mwongozo mzuri sana kwamba inahitaji kupanda madhao. Na inahitaji kupanda miti. Si mbaya ni nzuri sana kwa sababu unapoona serikali imekuachia miaka mitano mtu melima umewekeza. E, sasa wa Tanzania najaribu tu kushauri, kutoa ushauri kwamba kwa Watanzania wote wote yule ambaye amebahatika kulima kwenye hifadhi jamani. Serikali imekuamini, imekuachia miaka mitano sawa, wao umetumia jasho umefyeka, lakini bado ni eneo la serikali jamani. Kwa hiyo kama umelima kwa miaka mitano hii ulioilima au miine, jitahidi sana unapolima, umepata kama ni gunia hamsini jamani. Hebu nenda ukawekeze sehemu nyingine, tafuta eneo lingine ununue. Usiamini tu kwamba ili eneo tayari umeachiwa, ni eneo la kulima kwa muda wote. Jamani, serikali inatujali kutufumbia macho miaka mitano, sio kwamba kuna watu, kwamba, kuna watu wanalilia hii fursa, kuna hichi ambao wanalia kwamba je, serikali iweze kuachia maeneo kama haya ulime wewe kama wewe kweli. Kwa hiyo labda pamoja na kulima umetuachia, lakini sasa kwa TCF jamani, tunaomba na serikali ya mkoa Geita kwamba ni kweli watu wamelima, kuna mazao makubwa kama mnavyoona sasa hivi hapa. Sawa, wakati mnapokuwa mnapitisha miti, mnapanda miti, serikali imetoa mwongozo kwamba walikuwa wametoa mwongozo mzuri kwamba mwezi wa nane watu wasilime, wangapi wasubirie muda wa nini wa kupanda miti? Sasa wamechelewa watu wameshalima. Sasa labda ombi letu wakulima wameniomba ni niombe TCF au mkoa wa Geita. Niombi kwa sababu hatuwezi kuwalazimisha mko kazini. Kwamba mnapokuta wanaomba, wanapokuta mazao kama haya sasa hivi yameanza kuchanua, kuna wengine ni makubwa, wanawapitisha miti, Wajaribu tu kuangalia kwamba hapa kama ni hindi moja, kwamba hapa mti unastahili ukae ungole umoja, lakini japokuwa watu wengine wanasema kwamba anafyeka. Tumejaribu kuzunguka sana, tukuona sema hapa wamefyeka miti, wamefyeka nyanya na ni mahindi. Nimejaribu sana kufanya utafiti wangu. Kwa hiyo labda tu kwa ombi dada, yaweza kuwa serikali hamjatoa hilo hilo tamko kwamba afyeke eneo kubwa, lakini nakuta kuna baadhi ambao sio waaminifu juu ya serikali, kuigonganisha wananchi na serikali kwao. Tunaomba mkuu wa mkoa, tunaomba mahali asili kwamba kwa watu ambao tumesha wameshalima kwamba anapokuwa anapokuja kujikuta kwamba wamepita, kuna mti unakuwa unakuta kwenda kugota sentimita zake zimegota kwenye nani kwenye muhindi, kwa hiyo natakiwa ile muhindi mmoja nyofolewe mtu upandwe. Na wananchi wa Geita wana changamoto kabisa, wana wananchi wote waliolima kwenye hifadhi wanasema kwamba hivyo watatoa ushirikiano wao kupalilia, kuziangalia, kukimbizana na wafugaji ili wasifanyeje wasipande wasiingize nani mifugo kwenye hifadhi. Kwa hiyo tunaomba tu na tunatoa shukrani kwamba mmetulinda sana jamani, mkoa mkoa na mkoa Geita mko vizuri, mna mmetulinda, kuna aliyepigwa mwaka huu ila mmeleta semina nzuri sekta ya TCF na pia na mali asili. Kwa hiyo tunawashukuru sana, ila kuna baadhi tu ya changamoto ambazo zinajitokeza inaweza kuwagonganisha wananchi na serikali. Najua sio nyingi, maelekezo yenu sio kwamba wanaweza kungwata mahindi saba ile inapotokea kwamba kwenye weka nasi wananchi hivi, wakati tukubali kwamba unakuta kwamba mti una sentimita zake za kupanda sawa, umefika kwenye hindi moja limeng'olewa, isiwe kelele sana kwanza kutumu serikali yo mara serikali hii ina ng'oa mahindi. Hapana, tuangalie kwamba kuna muhindi utaoguswa kuna kuna mahindi kadhaa kwenye eka, mahindi 40 50 yameguswa, mahindi 100, tusipige sana kelele, ni moja maendeleo. Na pia hakuna mapori ya bure jamani, ilikuwa ni miaka za mababu na mabibi ndio ilikuwa, kulikuwa na mapori ya bure, mtu anafika na kukamata eka 40 eka 20, lakini kwa sasa hivi ni serikali tu kutufumbia macho kwamba nao nao wanafieka, wanalima tu, wanatuacha kwa muda fulani. Kwa hiyo tunaomba tu serikali kwamba tulinde sana. Tunatoa shukrani kwa mkuu wa mkoa wa Geita, tunatoa kwa mkurugenzi kwamba mmejaribu sana kuongea na sisi na TCF ikaongea mali asili na pia wametupa eneo, wametoa mwongozo mzuri kwamba tutapanda miti. Na wameita baadhi ya kata vijiji, Ruamgaso wameita Samina, wameita na Nanzana, vijiji vingine wameitwa, wakapewa mwongozo. Kwa hiyo tunaomba tu kwamba wananchi wao watoe ushirikiano wakati tunapopanda miti, wasiwepo tena watu wakenda kungoa na kwenda kupanda majumbani kwao. Na pia mwananchi yote ambapo utaona mtu amekuja na mfuko na bana anangoa miti toa taarifa, kwa sababu wewe umeaminiwa na serikali kwao. Lengo langu la nime, kuna watu wamenituma kwamba jamani, fikisha tu ujumbe, sio kwamba kwa ubaya, hatutumu serikali, ila tunashukuru serikali kwa sababu imetulinda imetuachia maeneo tumelima kwa hizi miaka tume watu baadhi tumenufaika, watu wamenufaika, watu wengi sana. Sasa hivi kande ya Geita hamna njaa kabisa, kwa sababu watu wamejitahidi, wamelima, wana mazao mengi tu. labda serikali tuwekee mwongozo mzuri. Jamani, shukurani kwenu, wana mkoa wa Geita, mkuu wa mkoa na watu wote. Pia tunashukuru tunatoa shukurani kwa viongozi ambao wanapigana usiku na mchana kwa ajili yetu. Siku zote tunasema hivi, ukiona wewe mtoto umeamka asubuhi uko salama usiku kucha, ujui baba amepigana vipi. Kwa hiyo ni moja ya serikali kwamba sisi wananchi tunakuja kujikuta tuko salama, tunaamka tunacheka, lakini najua kuna kazi kubwa sana ya serikali ambayo mnaifanya. Mkuu wa mkoa halali, mkuu wa majeshi halali, rais halali, kila mtu halali, tunalindwa sisi wananchi, lakini yani, sasa kujua ni ngumu. Yaani naweza kusema kwamba serikali ni sasa na baba na mtoto, wananchi na serikali, sasa na mtoto kwa mzee, kwa baba wa mama hawezi kujua kwamba amelindwa vipi. Kwao mjaribu kuvumilia, mtupe ushauri tu, mwape ushauri wa kulima na watu wengine wakupiga kila watakosa, lakini vumiliana nao hivyo hivyo, mkuu wa mkoa na TCF. shukurani kwenu.